Anapokuwa mama maana yake anao watoto aliyowazaa, na kanisa Katoliki ndilo kanisa pekee linalojulikana kama kanisa mama. Makanisa yote unayoyafahamu kama mainstream churches yote yametokana na kanisa la Roman Catholic, ambayo kufuatana na maandiko na yenyewe pia ni Mababeli, na ndiyo maana yanafanya mambo yale yale ambayo Babeli mkuu anayafanya kwa mfano ibada zao ni za Jumapili kama ilivyo kwa Babeli mkuu, wanasherehekea Christmas kama anavyofanya Babeli mkuu, wanasherehekea Easter kama anavyofanya Babeli mkuu. Roho ile ile ya uharibifu na uchafu ndiyo roho hiyo hiyo inayotenda kazi kwenye hayo makanisa yaliyotokana na Roman Catholic. Na ndiyo maana huwezi kushangaa kuona mchungaji anazini na waumini bila shida, uchawi makanisani, watu wanarogana na kuuana kwa sababu ya vyeo. Unabaki kujiuliza ni kwa nini inakuwa hivyo. Hiyo ni roho ya Babeli inatenda kazi, na kwa bahati mbaya sana, aina hii ya roho haiondoki kwa maombi, lakini wewe ndiye unayepaswa kuondoka na kumwacha Babeli. Na haya siyo maneno yangu, si maneno yangu, ndivyo Bibilia inavyosema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa pili mpaka wa nne Maandiko anasema babeli ameanguka, hakuna maombi atakayomfanya apone. Na ndio maana unaweza kuwa na kikundi cha maombi kanisani kikifanya maombi kwa mzigo, lakini bado shetani anazidi kujiinua. Mnaomba lakini kesho unasikia kuna mtu kabakwa na mchungaji ofisini. Mnaomba lakini kesho unasikia kuna mzee wa kanisa mchawi analoga madhabahu. Sasa, hujawahi kujiuliza huo ujasiri unatoka wapi? Shida siyo mchungaji, shida sio wazee wa kanisa. Shida ni system. shida ni mfumo, shida ni mfumo wa kishetani unaotawala hilo ni jengo ambalo linapaswa kuanguka. Maandiko yanasema ondoka humo ili usianguke nalo, na ujumbe huu ni kwa wale tu wanaotaka kuponya roho zao. Nimejilipua kukufundisha kitu ambacho mchungaji wako hawezi kukufundisha kanisani. Si kwamba hawayajui haya mambo, wanayajua kabisa lakini wanaogopa kufundisha kanisani kwenye ibada kwa sababu watafukuzwa kazi. Na ndiyo maana Babeli mkuu akatengeneza utaratibu kwamba mahubiri yote yawe yameandikwa kwenye kitabu ili mchungaji asije akahubiri nje ya kilichoandikwa kwenye mwongozo wa kanisa. Ukijaribu kuenenda kwa kumfuata Roho Mtakatifu unaweza ukafukuzwa kazi, ambayo inamaanisha ya kwamba watu wapo tayari kukuona unapotea ili mradi wao wasikose mshahara wa mwisho wa mwezi. Na mimi ninakushauri usiwe mmoja kati ya wale wanaoitwa wafia dhehebu. Usife kwa ajili ya dhehebu lako, kufa kwa ajili ya Yesu, kwa sababu Yesu anayo mbingu ya kukupeleka. Tunaenda pamoja. Ninaamini umeelewa maandiko yana maana gani yanaposema Babeli ni kahaba na ninaamini umeelewa maandiko yana maana gani na kusema Babeli ni mama. Maana yake anao watoto aliowazaa, wanaofuata taratibu zake, wanaofuata njia zake, wapo duniani kote. Kwa nini nimetumia muda mrefu kukueleza habari ya kanisa la Roman Catholic kama Babeli mkuu? Ni kwa sababu katika siku hizi za mwisho kanisa la Roman Catholic kama Babeli mkuu anahusika katika uundaji wa dini moja One world religion kama ilivyokuwa kwenye Babeli ya zamani ancient Babylon kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo Nimrod aliunganisha watu na kutengeneza dini moja iliyotapakaa dunia nzima, ndivyo ambavyo Babeli mkuu wa sasa, yaani kanisa la Roman Catholic linahusika katika uundaji wa dini moja na kwa nini jambo hili linahusika na kurudi kwa Yesu? Ni kwa sababu kama vile ilivyokuwa kwenye kitabu cha mwanzo walipoungana kujenga mnara, Mungu alishuka na kuchafua usemi wao. Vile vile katika nyakati za sasa babeli mkuu, yani kanisa la Roman Catholic linapohusika kuunda dini moja, Yesu atashuka kulinyakua kanisa. Kwa hiyo ni muhimu sana ulifahamu jambo hili na litakusaidia kujiandaa, kwa wewe ambaye unatarajia kumlaki Yesu pale mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Katika historia ya kanisa la Roman Catholic, mchakato wa kuunganisha dini kwa malengo ya kuwa na dini moja ulianzia Vatican mwaka 1962 chini ya uongozi wa Papa John wa 23, na kwa sasa hivi tunapozungumza kwa sasa hivi ninapokufundisha anayeongoza mchakato wa kuunda dini moja one world religion ni Papa Francis na mpaka muda huu ninapozungumza, tayari Papa Francis alishakutana na Ahmed Al-Tayib ambaye ni imamu wa Al-Azhar na wakafanya mkutano uliowakutanisha viongozi wa dini mbalimbali duniani. Na kitu cha ajabu ni kwamba huo mkutano ulifanyika kwenye jengo lenye umbo la piramidi linalofahamika kwa jina la The Palace of Peace au Pyramid of Peace, na muonekano wake ndio huo unaouona kwenye picha. Na kwa sababu nimekufundisha kusoma na kutambua alama, hebu angalia hizo picha, alafu uone umeelewa nini. Yesu asifiwe! Kama nilivyokuambia tena na tena kwamba pyramid ni alama ya kishetani inayoturudisha kwenye mnara wa Babeli. Sasa unapoona mkutano unafanyika kwenye jengo lenye alama ya kishetani maana yake ni ujumbe kwetu sisi kama watoto wa Mungu ya kwamba agenda ambayo Papa Francis anaisimamia ina ushetani ndani yake. Sasa kilichofanyika ni kwamba Papa Francis na Ahmed Al-Tayyib walitia saini ya hati ya Human Fraternity au kwa Kiswahili ni hati ya undugu, ambayo kwa kirefu chake zaidi wanasema ni Human Fraternity for World Peace and Living Together, ikiwa na maana ya undugu wa kibinadamu kwa amani ya ulimwengu na kuishi pamoja, kwa maana ya coexist. Na hiyo picha unayoiona hapo ni wakati wana saini hiyo hati, na hiyo picha wanayopeana mikono ni wakati wameshatia saini tayari. Bwana Yesu asifiwe! Sasa nataka nikupe mambo unayopaswa kuyafahamu kuhusu ujio wa dini moja kupitia hati ya Human Fraternity ambayo Papa Francis na Ahmed Al-Tayeb wameshaisaini, na ninaomba unisikilize vizuri. Kitu cha kwanza kilichopo ndani ya dini moja ya mpinga Kristo kupitia hati ya Human Fraternity ni kuamini kwamba binadamu wote ni watoto wa baba mmoja, wakimaanisha Mungu tuliye naye ni mmoja. Maana yake haijalishi wewe ni Mkristo, haijalishi wewe ni Mwislamu, haijalishi wewe ni Myahudi, wote ni watoto wa baba mmoja. Lakini kimsingi sisi sio si watoto wa baba mmoja Hatuna mungu mmoja, kila mtu ana mungu wake na inategemea naabudu nini. Wayahudi wapo kwenye torati ya Musa, hawamwamini Yesu na hawaamini kwamba Yesu alishakuja na ndiye waliyemsulubisha. Waislamu wanaamini Korani iliyoandikwa miaka mia sita baada ya Kristo, na sisi wa Kristo tunamwamini Yesu kwamba ndiye Bwana na Mokozi. Sasa yule unayemwamini ndiye baba kwako. labda Nikupe mfano kwenye Biblia. Yesu alipokuja hapa duniani aliwakemea Wayahudi kwa sababu walijiaminisha ya kwamba sote ni watoto wa baba mmoja, lakini Yesu akawakatalia kwa kuwakemea akawaambia, hivi ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo alipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa mwuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Unaipata hii kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 41 mpaka 44. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri umeona maandiko yanavyosema. Yesu anakataa kwamba sisi si watoto wa baba mmoja wote. Wasiomwamini Yesu baba yao ni Shetani kwa mujibu wa maandiko. Kwa hiyo hatuwezi ku coexist kwa hiyo kitu ambacho Papa Francis anakitengeneza pamoja na Ahmed Al-Tayib ni dini moja, One world religion ni ushetani unaotengenezwa ili kumtengenezea mpinga Kristo mazingira ya kuabudiwa. Na kwa miaka mingi sana kwa miaka mingi sana dunia imekuwa ikiandaliwa kupokea dini moja. Kwa mfano mwaka 1985 Papa John Paul wa pili alisema We believe in the same God, the one God, the living God. Akimaanisha tunaamini katika Mungu mmoja aliye hai. Nafikiri unaweza kuona namna ambavyo maneno ya Papa John Paul wa pili yanavyopingana na maneno ya Yesu Kristo. Nataka nikukumbushe mwimbaji wa reggae anaitwa Innocent Galinoma. Katika wimbo wake wa sote ni ndugu alizungumza kitu kile kile ambacho Papa John Paul wa pili amekizungumza kwamba sote ni watoto wa baba mmoja. ni wimbo wa harakati lakini, ukiusikiliza kwa jicho la rohoni utagundua kwamba tulikuwa tunaandaliwa kwa dini moja ya mpinga Kristo, one world religion. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine kilichopo ndani ya dini moja ya mpinga Kristo ni imani ya kwamba kuna njia nyingi za kufika mbinguni na kwamba Yesu siyo njia pekee. Kwa mfano, Papa Francis aliwahi kunukuliwa akisema You don't have to to believe in God to go to heaven. Akimaanisha huna haja ya kumwamini Mungu ili kwenda mbinguni. Lakini kwa mujibu wa maandiko kwenye Biblia hakuna njia nyingine yoyote ya kufika mbinguni isipokuwa ni Yesu peke yake. Na maandiko anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine kilichopo ndani ya dini moja ya mpinga Kristo, yani one world religion, hasa kupitia kwenye hati ya human fraternity ni kutangaza amani, kutangaza amani. Sasa wanaposema amani hawamaanishi amani unayojua wewe, wanatumia neno amani kama mbinu ya udanganyifu ili kukuvuta uone ni kitu kizuri na ukipokee haraka, lakini mbele yake kuna uharibifu. Na Biblia imesha tuonya mapema kwenye waraka wa kwanza kwa watesalonike sura ya tano mstari wa kwanza mpaka wa tatu maandiko anasema: lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. sasa anaposema siku ya Bwana yaja kama mwivi, anamaanisha siku ya kurudi kwa Yesu kulinyakua kanisa, maana kufuatana na maandiko Yesu atakuja kama mwivi. alafu anaendelea, mstari wa tatu anasema wakati wasemapo kuna amani na salama, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa. Amani inayotangazwa na Papa Francis kwamba itapatikana kupitia kuunganisha dini, kwa tafsiri ya Biblia hiyo ni ishara ya kwamba tunatakiwa kujiandaa, maana Yesu anarudi kulichukua kanisa na kurudi kwake kutakuwa ghafla. Sasa sijajua hiyo ghafla itatokea lini, lakini ni muhimu kujiweka tayari, na ninakwambia mambo haya mpendo, kwa sababu ninapozungumza na wewe sasa hivi Tayari makao makuu ya dini moja yameshajengwa na yapo tayari kutumika na yamejengwa kule Abu Dhabi, Dubai ambapo Waislamu, Wayahudi na Wakristo watakutanika na nimekuwekea video ili uone makao makuu ya dini moja duniani One World Religion. Yesu asifiwe. Kama makubaliano ya dini moja yameshafanika na kutiwa saini na kama makao makuu ya dini moja yameshajengwa na kuanza kutumika, unafikiri tumebakiza muda gani ili Yesu arudi kuchukua kanisa? Ni jambo la saa yoyote na ni jambo la siku yoyote. Unajua, kama umesikiliza mafundisho ya leo, utakuwa umefahamu ya kwamba njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba sana, na maandiko yanatuambia mbele imesonga na wanaopita ni wachache, lakini ile njia ya upotevuni wanaoipitia ni wengi. Si kila mtu ataenda mbinguni kama wanavyofikiri, isipokuwa ni yule aliyejikana nafsi yake na kuamua kuishi kwa sababu ya Yesu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa kibali na neema ya kukufundisha somo hili siku ya leo. Baada ya hapo